Kajina anaitwa Suk, ni meneja mauzo ukanda ya ziwa natokea kampuni ya GF Trucks and Equipment, ndio wauzaji wakubwa wa magari makubwa aina ya fao na mitambo aina ya XMG. Tuko hapa mjini Geita leo kwa ajili ya maonyesho ya nane ya madini, lakini kikubwa ndani ya kampuni yetu siku ya leo tumejumuika pamoja na wateja wetu wote wa ukanda huu wa ukanda wa ziwa na kikubwa ni kutoa shukrani kwa wateja wetu ambao tunafanya nao biashara mbalimbali ikiwemo magari ikiwemo mitambo, na hii leo ni siku yao muhimu sana kwa ajili ya kupewa tunasema appreciation kutoka kwao, au kurudisha kidogo kutoka kwao, na hii ni kubwa kwa ajili ya kuishi pamoja, na kama siku ya leo tuko kwenye tafrija ya wageni wetu hawa ambao tunawategemea katika nyanja nzima ya biashara yetu ya magari na mashine. Lakini vile vile katika kipindi hichi cha maonyesho, tuna ofa mbalimbali ambazo tumekuja nazo hapa katika mkoa wa Geita, ili wateja wetu wasiweze kufika moja kwa moja Dar es Salaam, wanaweza wakaja hapa kwenye maonyesho yetu ya mkoa wa Geita kwa ajili ya hizi ofa. Magari yote sasa hivi hayapatikani Dar es Salaam. Yanapatikana hapa hapa mkoa mkoani Geita na hii ndo ofa kubwa, badala ya kwenda Dar es Salaam kwenda kuchukua magari kule au mashine unazichukulia hapa hapa kwa bei ile ile, lakini vile vile maonyesho haya yanawasaidia wananchi wetu wote, kwa sababu maonyesho vile vile ni sehemu kwao ya elimu. Sio lazima uje kununua tu kwenye maonyesho au katika banda letu, lakini kikubwa zaidi uje upate elimu na vile vile elimu itaenda kusaidia jamii kwenye haya maonyesho. Asante sana. Naitwa Ezekiel William, ni mfanyabiashara kutokea Shinyanga na ninafanya biashara around kanda hii ya ziwa ni mmiliki wa kampuni ya e Unit Square Company Limited inayojishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini aina ya dhahabu, na pia ni mmiliki wa kampuni ya usafirishaji inaitwa Rembo Junior. <coughs> Tumefanya GF mabiashara na GF kwa takribani mwaka wa tano wa sita sasa. Jamaa wamekuwa wakombozi kwenye biashara Uh, tulianza nao tukiwa bado wadogo, wametusogeza mpaka tulipo. Iko sawa sana na manye, maonyesho yamechangia sehemu kubwa sana kwenye hayo maendeleo, kwa sababu kupitia maonyesho tumepata mitambo, tunanunua magari kwa bei za discount. Ukinunua hapa Geita y bei inakuwa chini kwenye maonyesho, tofauti na ukienda kununulia kule Dar es Salaam. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutuletea maonyesho kwenye mkoa huu, kupitia haya imetuchangia kwa angalau kutusupushi wa wafanyabiashara um, takribani kwenye <coughs> sekta ya uchimbaji. Kwa majina anaitwa Alex Kalimba, ni mfanyabiashara katika mkoa wa Geita, hasa katika sekta ya ujenzi. Uh, napenda kutoa shukrani zangu kwa GF Company Limited kwa kuweza kutetea mitambo ambayo imekuwa ni rafiki hasa katika mazingira magumu ya huku vijijini. Uh, nimeanza nao takriban miaka mitatu sasa, na bado naendelea kuwa nao na kwa ujumla ametusupport katika shughuli zetu hizi. Uh, mitambo yao ni rafiki kwa mazingira na bei zao ni rafiki pia, kwa discount nzuri na kwa pata vilevile kwa mikopo.